Nguvu zako zote uilinde hii fimbo yaani, kahifadhi sehemu nzuri isije kapotea tena. Ujue utulivu tulionao kwa sahizi kaka, hii fimbo ndio imesababisha. Kwa hiyo ikipotea tena kakangu, ni kizaa za kingine. Mdogo wangu umenikosea sana, fimbo ulikuwa nayo alafu lawama zote ukanitupia mimi kwamba nimepoteza fimbo sasa ni kitu gani ambacho kilikuzuia wewe kuniambia kama una fimbo hapa ndani hadi kufikia hatua sisi tunaanza kuhangaika kumbe fimbo nayo wewe sijapenda mdogo wangu umenikosea sana mm -mm. hapana kaka mimi fimbo sikuichukua yeah. hiki kipindi cha kati nimepitia matatizo makubwa sana Yani kiufupi, ulivyoondoka wewe shida, nikasema kwa vile babu yupo, tutapambana na yeye. Kaondoka kwayo, nikabaki mchangu peke yangu, kila siku ni vitimbi da. Na afadhali kwa vile umerejea, lakini pia unaliona hili soko. Huu ndio usafiri niliokuwa natumia kwenda kwa babu, lakini kwa sahivi hautumiki tena mi nilikuwa naona ni bora tutumie huu usafiri, huu wisi uliwahi kutumia, kwa hiyo hakuna kitakachoshindikana, tutumie huu huu tu. Ukijaribu tu kwenda kwa, kwa usafiri bila babu kukuelekeza, narudi kule kule. Nimepata wazo. Unajua huyu namba mia tisa tisini na tisa kiwalisia, mi simjui na sijui kumwona na tumemtafuta kimungu mungu we bila mafanikio. Sasa mi kuwa naona ni bora tuende tukajisalimishe, au unaonaje? Ila kuna Msamaria mwema aliichukua, lafu akaenda kuifazi. Huyo mtu alikuwa mchafu. lakini aliamua kuachana na mambo ya uchafu. na ndio alivyoichukua hii fimbo akahifadhi baadaye, akaja kunipa. Na huyo huyo mtu ndo aliyenisaidia, nilipata ile sufuria niliyokwambia uitafute. Yani kawa na msaada mkubwa sana kwenye maisha yake. Aise, siamini kumbe bado kuna watu wa muhimu sana kwenye hii dunia, watu wenye utu. Huyo msamaria mwema ni nani? Natamani hata kumfahamu kwa sababu amefanya kitu kizuri sana kwa saa hivi, chukua hii fimbo, naenda kahifadhi, afu jiandae, kuna sehemu nataka nikuagize. Uniagize tena? Unataka kuniagiza kwenda wapi? Mdogo wangu, naomba kufahamu. Amna, ni sehemu tu, nataka nikuagize ukawakilishe sisi kama familia jenea kama mimi ilo wazo bomba sana pale, twende tukatietie huruma ho sijui nini nini, ili mradi tu wakimlejesha babu, moto unaanza upya, ni mwendo wa upuputu kwa. Lakini pia kuna mjinga ananichezea ameshamwambia mdogo wangu kila kitu. Ni kama bahati tu, katika pitapita zangu nikawakuta mdogo wangu pamoja na shemeji yangu wakinizungumzia mimi kuwa wameshagundua kwamba mimi ni mshirikina, na mdogo wangu akasema atajua cha kufanya. Kwa hiyo basi, kabla hajaniwahi mimi na kuniua, inatakiwa nifanye jambo Hasa hasa kwa huyu mjinga aliyempata, alia. Sijui unanielewa? Basi hivyo nitaputia. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba mdogo wako anajua wewe ni mchawi? Sawa, tuondoke. Huyo ni mdogo awezi akatufanya chochote. Kaka ni mchawi ah! Sabina Saba. Naona leo uko na rafiki yako mia na saba, sijazoea kukuona ukiwa naye wage huko peke yako tu, alafu mbona leo haona mavazi ya kazi huko? Kawaida umenyung'unyia, shida ni nini? au ndo kile kifinyo nilichokufinya samani? Dada umejuaje namba zetu? au indo mia tisa tisini na tisa? Sio namba tu, mi najua vitu vingi sana vinavyowahusu nyinyi. Lakini pia mi najua umetoka kufufuliwa siku sio nyingi. Vipi sasa hivi kwa makini na kazi yako eh? Haukosei kosei mashariti ovyo, dada yake. Unajua wale waswahili wale wanasema gaje? Kutenda kosa sio kosa kosa, kurudia kosa. Sasa sisi hapa tumekuja kuomba msamaha, lakini kuwasilisha ombi umsamehe na babu yetu, lakini pia kuanzia leo sisi na uchawi basi. Yaani kifupi tunaacha uchawi, tunakuwa watoto wazuri, shete eh na mimi na kazi a mulemule tu sitatoka kwenye maada. Yani sisi utusamee tu, yani ukitusamee leo kanisani tunaacha ucha, sisi utusamee tu. Mnataka niwasamee? Hmm, wewe hapo nenda nyumbani, ukaje na mdogo wako wa kiume. Usipofanya hivyo huu uwanja usisubutu kuukanyaga, sijui, unanielewa? Sina la ziada nyingine, mkifanya hivyo ndo utakuwa msamaha. We no, mdada alichokifanya amegonganisha nyaya vichi hapa ni shoti tu. Tumbo limeshaanza kunivuruga, twende nyumbani, naona kabisa naenda kufa mimi

Simba akiishiwa nyama hula hata nyasi, na nyasi zikiisha, anakula mpaka udongo. Babu Mandinga, naona unapata msosi wako, ongera sana. Huo ni msosi mzuri sana, na kila kitu kinatoka kwenye udongo. Wewe tena mpaka huko? Haya, umewezaje kufika huko? Hilo swali utakiwa kuniuliza mimi, muulize aliyekufumusha wewe pamoja na nyumba yako mpaka hapa baharini. Huyo ndiye aliyenituma nije mpaka hapa kwako, na ujio wangu hapa kwako kwa hauna mambo mengi, una jambo moja tu. Nataka unipe mwafaka wa majibu ya maswali uliyoulizwa na mjumbe tuliyemtuma kwako. Maswali yalikuwa ni mawili. Mjumbe alitaka uwache uchawi na kurudisha misukule yote ambayo umeiua na pia alitaka kama ukishindwa kufanya hivyo, uzame chini ya kina kirefu cha bahari na tukusahau katika dunia hii. Kwa hiyo wakuu wangu wanataka kujua umeamua lipi kati hayo mawili ambayo mjumbe alikuletea. Kwenda huko wewe. Usinitishi hata siku moja wewe, kwa taarifa yako, mkubwa wa tishinyao usinitishe. Kwa hiyo umekuja kuja kuniimbia ngonjera zako hizo? Kwenda huko, huwezi kuniimbia mimi ngonjera hata siku moja. Alafu swala la mimi kuacha uchawi, hilo sahau. Siwezi kuacha uchawi. Nimependa ujasiri wako na nimeyapokea majibu yako. Mimi narudi naenda kuambia wakubwa wangu kwamba umekataa kuacha uchawi na kukubali kuzamishwa chini ya kina kirefu cha bahari. Madinga, mimi Baba, nilikuwa nakutania tu, unajua unajua mtu mzima na wenyewe shida, baba, mimi naacha uchawi, naacha kabisa uchawi. Mimi na hivyo vitu sitaki kabisa. Mimi nilikuwa na ombi moja, mm. unirudishie mawasiliano yangu. Unajua mawasiliano na wenyewe yamekwama kabisa, kwa hiyo nirudishie mawasiliano yangu ili niwasiliane na wakuu wangu, niwambie kabisa uchawi, mimi basi sitaki kabisa hivi vitu. Mm, nikupongeze sana kwa kuwacha uchawi. Na kuhusu swala la mtandao, binafsi sina uwezo wa kuuleta au kurudisha mtandao uliokata. Nakuomba nipe muda na mimi nikazungumze na wakuu wangu ili waweze kurejesha mtandao ambao umekata kwenye simu yako, lakini naomba kukushauri kitu kimoja tunapotoka hapa jaribu kumrudia Mungu. Nenda kanisani, msikitini au hata kwenye sinagogi, ukatubu dhambi zako za, za uchafu na maovu yote uliyoyafanya, kwa sababu siku zetu za kuishi hapa duniani sisi wanadamu ni chache sana na zinahesabika. Babu andika, usijali, muda sio mrefu utapata majibu ya kile ulicho

Sawa, kuna kitu nitaka nikwambie. Yaani huwezi amini ya leo. Kwa macho yangu na masikio yangu nimemsikia kaka akizungumzia masuala ya uchawi na kutosha. Nimerekodi kabisa, ushahidi ninao. Yaani hawezi kukataa sehemu yoyote ile, ila ngoja nije tuzungumze vizuri.